Na mambo vipi? Video hii ni kwa wale ambao wanaichukulia poa TikTok, mtandao wa TikTok usiuchukulie poa tena. Nitakutolea mfano kwenye hii akaunti mpya, mteja wangu tumeitengeneza juzi kati tu hapa, afu nikuonyeshe eh, hii account kama unavyoiona hii account ina followers 521, sawa na ukiangalia hii akaunti ina posti mbili tu. Sasa hii account tulivyoifungua, e, ilikuwa ina na kabizi, ilikuwa ina jumla ina followers 35 lakini tu. tukaboost tangazo kwa kutumia shilingi elfu arobaini tu imeweza kufikisha followers 500. Maana yake ikitokea tumechukua elfu arobaini nyingine tena, account hii itafikisha followers 1000. Kama unavyoona video tuliyoposti ni kawaida tu hii hapa Em, ina wameshatazama watu mpaka sasa hivi 52.2k yani karibu zaidi ya watu elfu hamsini wameitazama hii video. Kwa hiyo kukuwa kwa sasa hivi TikTok ni rahisi sana kwa budget ndogo tu unapata followers wengi. Kikubwa, kama una smartphone ambayo ina bando, eh, ambayo inatoa picha nzuri video nzuri, basi jirekodi video, elezea kama ni bidhaa yako, elezea kama ni content, kisha mwisho wa siku unafanyaje? Unaiboosti. Kwa yeyote atakayohitaji msaada wakubustiwa akaunti yake na na hawa wote 1521 ni real followers eh, kwa yote utakayohitaji msaada wa kubustiwa real followers kwenye akaunti yake unaweza kwenye akaunti yako TikTok, au kama huna akaunti unahitaji pengine ndio ufungue akaunti eh, hiyo ya kibiashara kabisa, basi usisite, unaweza kuwasiliana na mimi kwenye namba za simu zinazoonekana kwenye screen yako hapo. Nitakusaidia na gharama yake ni shilingi 30, nitakusaidia kwa shilingi 30 eh, kwa mara ya kwanza. Kwa kweli tunaanza kufanya kazi lakini in case ukilipika na huduma yangu kitaji, tuendelee kufanya kazi, basi nitakuwa na uwezo wa kukuboostia akaunti yako kwa namna yoyote ile kwa shilingi 10,000 tu. Bonyeza namba zilizopo chini hapo kwenye skrini yako, kisha tuweze kuwasiliana niweze kukusaidia kusaidia. Sina la ziada kwenye video hii, tukitane kwenye video ijayo. Asante.